Muda mrefu katika haya maisha anazisoma hizi aya na kumjengea eh, mazingira, akawa ni mtu ambaye anatafuta dunia kwa kiasi, kwa sababu anakuwa hana hirs ala dunia. Kwa hiyo tumeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambia, walakin kasati qulubuhum kuteremshiwa adhabu kufikiwa na matatizo na maafa na mabalai na misukosuko na makero mavara, magonjwa, ufukara, mambo hayaendi. Walitakiwa warejee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu alitaka hivyo, matokeo yake walakin qasat kolo anaambiwa, Mtume Muhammad, sallallahu unavyowaona hawa basi, mitume kabla yako haya walikutana nayo kwa watu wao. Tayeb, wazayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun, wazayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun, na shaytani akawapambia wao yale waliokuwa wakiyafanya. Shaitani ana kazi hiyo. Mtu anafanya mambo ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye anaona anafanya mambo mazuri. Ni nini? Ni kupambiwa ile amali na shaitani, wazayana lahum shaitani. Moyo ni mgumu, alafu na shaitani naye anafanya kazi yake. Eh bwana hii uko sawa, mambo yanakwenda vizuri ah. Wazayana lahu wazayana lahum, lahum shaitani, na amewapambia wao shaitani, makanu ya yamalun, yale waliokuwa wakiyafanya. Ni mambo gani hayo? Maasi, wale watu wanaofanya maasi na huku wanafurahikia, ni shaitani anafanya kazi yake, shaitani anawapambia yale maasi wakayaona, eh? ni mazuri wal israr ala dalal, na kule kuendelea kwenye mambo eh, ya upotovu wao, wakaona wako sawasawa tu, wanapotea hawatanaba, eh, hawazinduki, wanaona sawasawa tu. Hiyo ni kazi ya shaitani. Audhu billahi min ashaitani rajim. Tayyib, Matokeo yake sasa, matokeo mtu akipewa mtihani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hikma ya mtihani ule ni ule mtu azinduke, atubie, arejee kwa Mola wake afanye tathmini, akawa mtu hatubii harejei kwa Mola wake hatubii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala analeta kitu kingine, analeta kitu kingine. Mwenyezi Mungu amewapa adhabu, wapo ambao kwa mtihani ule wanabadilisha hali zao, hao ni wale tuliowazungumza jana, wale tuliowazungumza jana, wale. Wapo watu ambao wakifikwa na matatizo, basi huingia imani wakatubia kwa Mola wao, pale ambapo wanapokata tamaa zile njia zao zote zimefeli, wanamuelekea nani? Mwenyezi Mungu wanamkimbilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu akazibadilisha zile hali zao. kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amewajibu amewaondolea ile matatizo. Lakini wapo watu hawa ambao wanaambiwa thumma kasati kulubukum ambao wanaambiwa walakin khasati qulubukum. Wapo watu, watu ambao hata wakipewa adhabu za hapa duniani wakapewa misukosuko, wana nyoyo ngumu. hawa Mungu anawafanya nini? Mungu anawafanya nini? Tuendeni pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala asema Falamma nasu ma dhukiru bi falamma nasu ma dhukiru bi, walipo sahau yale waliokumbushwa kwayo, maana yake walipo acha yale waliowaidhiwa hawakuwaidhika nayo, maamrisho ya Mwenyezi Mungu hawakukatazika nayo yale makatazo na ya Mwenyezi Mungu, na maamrisho hawakutekeleza. Hawakuwa tayari kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na hawakuwa tayari kuyaacha makatazo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wa namna hiyo Mungu anawafanya nini? Ile ahadi niloahidi kwamba tutajifundisha darsa zuri sana umefika wakati wake. Niwakumbushe tena, sio kila ambaye mambo yake yamemnyookea ameridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sio kila ambaye Mwenyezi Mungu amempa mitihani migumu mizito ameghadhibikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma nasu ma dhukiruu bi ai lamma taraku ma uidhu bi, walipo yaacha yale walioaidhiwa kwayo Mungu aliwafanya nini? Mungu anawafanya nini? Watu ambao wanaamrishwa na Mwenyezi Mungu hawatekelezi, wanakatazwa na Mwenyezi Mungu hawakataziki, bali ndio kwanza wanabobea na wanakubudu katika maasi na katika madhambi. Mungu anawafanya nini watu hawa? Kwanza Mungu anawaletea mtihani Anawanyang'anya siha afya zinakuwa na mgogoro, ili warejee. Wako wanaorejea, lakini wako ambao hivyo hivyo, anaumwa lakini ndio anazidi kukubuhu kwenye madhambi. Hiyo hiyo misukosuko misuko alionayo wala habadiliki Mungu analeta kitu kingine. Ni kitu gani hicho? fatahna alayhim, fatahna alayhim abwaba kulli shay, fatahna alayhim abwaba kulli shay sisi huwafungulia juu yao milango ya kila kitu. Wapigeni ni mstari hapo, sio kila anayenyokewa na mambo yake Mwenyezi Mungu amemfurahikia na amemridhia, ndiyo maana anamfungulia. Hapana, ikiwa ni mtu ambaye ameonywa, haonyeki, ameletewa mtihani ili amrudie Mola wake, lakini hilo mitihani haikusaidia moyo wake, imezidi kuwa mgumu, hawaidhiki. Hata akumbushwe vipi, hapokei nasaha. Mwenyezi Mungu asema falamma nasu mabukirubi, walipo yaacha yale waliyokumbushwa kwayo, waliowaidhiwa kwayo, miongoni mwa hayo ni zile adhabu na ile mitihani na ile misukosuko, ni katika sehemu ya kuwaidhiwa, ni katika sehemu ya eh, ya kukumbushwa. Hawakunufaika na wadhi, matokeo yake sasa, fatahna alaihim abwaba kulli shay'in, sisi huwafungulia juu yao milango ya kila kitu, wakanyokewa mambo yakawaendea vizuri, wakigusa tu hiki kinafunguka, wakifanya tu hiki, kila anachokifanya mambo safi. fatahna alaihim abwaba kulli shay, naam. wakawa wana enjoy, wakawa wana starehe hapo tena. A ah, kuna haja gani ya kufanya ibada? Kwani mimi na shida gani? E, fatahna alaihim abwaba kulli shei, na kuwaona watu wanaoswali ni watu wana shida hawa, lazima wakaswali wana nini, kwani wana nini mimi mambo yangu safi. Fatahna alaihim abwaba kulli shay, wafungulia juu yao milango ya kila kitu. Allahu akbar! Hapa panahitaji mazingatio makubwa, panahitaji mazingatio makubwa Na hii ni al istidraj. Al istidraj na huku ni kupewa muhula, ili mtu anenepe kwenye maafu, abobee zaidi kwenye maafu, akubuhu katika maafu ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema dharhum yaakulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun, sio mekata kuamini. Dharhum yaakulu, wale wanakula ni rizki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, darhum wache waendelee kula, wayatamatau nawaendelee kustarehe. Kwani wanastarehe kutoka wapi? Kwenye ardhi ya nani? dharhum yakulu wayatamatau, doile almataa, wayatamatau na wastarehe, wainjoi wa yulhihimul amal. Moja katika lile linaloingia kwenye arbaat min ashaqa tulul amal, wa yulhihimul amal, na matumaini yawapumbaze yale matumaini walionayo, waendelee kupumbazika kwamba bado wapo maisha, ndo haya haya ndo waliosema in hiya illa hayatuna in hiya wama hiya wamahiya wamahia illa hayatuna dunia wayulihimu lamali, wache. Kwa hiyo kuna watu Mungu amewafungulia wa kwa kuwaghadhibikia na kuwakasirikia, amewafungulia milango ya neema zote, waendelee kustarehe waendelee kula waendelee kunywa, eh? kila unachokipanga mipango ya muda mfupi inakamilika. Mipango ya muda mrefu, muda mrefu wa kiduniani tu, muda mrefu duniani hakuna. Sawa, wa kiduniani tu. Sawa, mambo yanakwenda fasaufa. yalamu ya hawa watakuja haya wanayoyafanya fasaufa ya alamunu, mwisho wake watakuja kuona maanake. Tumewapa adhabu wazinduke, hawataki. tumewapa majaribu wakumbuke, tumewapa mawaidha aya mbalimbali mbali, ili wazingatie. Nyoyo zao zimekuwa ngumu sasa Acha tuwafungulie dunia lakini fasaufa ya alamuni, watakusha kuja kujua matokeo ya hayo wanayo yafanya hapa. Tumeshapapata pale nilipowaambia sio kila aliyenyookewa na maisha kwamba Mwenyezi Mungu amemridhia, Mwenyezi Mungu ndio akamfurahikia, Mwenyezi Mungu anampenda. dharuhumu ya akulu wayatamatau Wayulhihimu lamal fa saufa yaalamun. Sasa usisikitike kwa kujiona wewe, laba labda unajitahidi katika taa, unahangaika, unapambana, unajiona bado uko kwenye viki, hicho sio kipimo kuona kwamba yule amefanikiwa sana. Wewe hujui, pengine huyu sawa, kafunguliwa ni katika wale fatahna alayhim abwaba kulli shay, kwenda pamoja eh. kwa hiyo falamma nasu ma dhukkiru bihi, basi waliposahau waliokumbushwa yale waliokumbushwa, manake walipoacha kuwaidhika kwa mtihani ule tuliowapatia wa ufukara, ndio ile bilbasai ufukara, hawakuwaidhika. Lakini kwa ule mtihani wa madhara madhara, hawakuwaidhika. Na mitihani yote ile tuliowapatia, wakawa hawakuwaidhika. Basi fatahna alaihim abwaba kulli shayin, tuliwafungulia milango ya kila kitu maana yake tukawajaribu, huko kuwafungulia nako pia ni kuwajaribu, tukawajaribu majaribu ya kuwapa raha na starehe, ni majaribu sawa, kwa kuwapa riziki zenye wasaa. Tunatakiwa tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe riziki na atupe sababu ha? za kupatia riski tupe kazi, yaani sababu, Mungu anazo sababu nyingi za mtu kupatia riski. Tumuombeeni, tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atufungulie milango ya riski, atupe riski za halali na tuweze kumshukuru Mungu. Akitupa riski, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukithirishe taa. Sasa kuna watu Mwenyezi Mungu amewafungulia milango ya riziki, amewaneemesha kweli kweli. Hawa kwa kuwa ni aina ya kuadhibiwa hawa, hawezi kumshukuru Mungu wala hawezi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawa Mungu amewapa al-istidraj, yaani mtu anapewa muhula, halafu anachukuliwa kidogo, yani anavutwa kidogo kidogo, umru ndio unakwenda hivyo wakiwa ndani ya maasi, ndani ya madhambi, wenyewe wakiona wanastarehe, umri unakwenda, wanazidi kusogelea nini? Kaburi kila siku, ile ni al istidraj. Naam, wanakwenda hivyo. hata idha farihu bima utu, sikilizeni vizuri, hata idha farihu bima utu mpaka walipofurahia, manake mpaka watakapofurahia bima utu, mpaka watakapofurahi. Manake mambo kila siku yanawanyookea, iki ok, kile ok, kila kitu safi na wao wakafurahi kabisa, wako ndani ya furaha. hata idha farihu, hawana habari, kumbe Mungu amewajaribu kwa namna nyingine kwenye adhabu hawakuelekea. Mungu akawafungulia sasa neema na wao wakafurahi. Haka pindi watakapofurahi bima utu, kufurahia yale waliopewa, yani ile milango ya riziki ambayo Mwenyezi Mungu amewafungulia. Nafahamu hata idha, idha farihu bima utu, mpaka walipofurahia yale yani waliopewa, eh? yani maanake sasa, Mungu anaambia zile neema tulizowapa, zile neema zetu tulizowapa kwa mtihani na kwa kuwaghadhibikia nyinyi. Mnachotaka si dunia haya? dunia hiyo hapo. Wakafurahia zile neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tena hapo hakuna shukurani, kwa sababu kwa aina hii mtu hawezi kushukuru kwa aina hii furaha za aina hii na starehe za aina hii ambazo wamepewa watu kwa sababu ya kughadhibikiwa na Mwenyezi Mungu, hawa hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi pale sasa mambo yamewanyokea, kila kitu imekaa sawa, hapo ndipo Mwenyezi Mungu asema akhadhnahum baghatan sawa, tunawapatiliza wao kwa adhabu ghafla, wakiwa wako katikati ya starehe wakiwa ndani ya furaha, akhadhnahum baktatan, ghafla mambo yanaoharibikia, pale tunawapatiliza kwa adhabu ghafla. Akhadhnahum baktatan, eh tunawapatiliza kwa adhabu ghafla, sawasawa. Sasa adhabu ikiwajia ghafla, wakipatilizwa ghafla, wakiwa ndani ya neema, ndani ya furaha, ndani ya starehe, hapo wanakuwa hawana cha kufanya, yaani mambo yanawaharibikia ghafla. Faidhahum mublisun, basi ghafla Tahamaki wao ni wenye kukata tamaa. Moblisoni ni wenye kukata tamaa kutokana na kila kheri, mtu anazimika ghafla ay akhadnahum bi'adhabina fajatan, tunawapatiliza kwa adhabu yetu ghafla. mublisun h faidahum ya'isuna, taamaki ghafla, wao ni wenye kukata tamaa. min kulli khair, tuna kila heri. Lakini kumbukeni kabla ya hapo kila kitu kilikuwa kiko sawa akitaka kwenda India matibabu yake, yani popote pale ye gharama kwake si tabu, sawa eh? popote pale atakapohitajika atakwenda. Sasa Mwenyezi Mungu, unafika wakati kila kitu pia kinakatika, na hapo sasa wanakuwa ni wenye kukata tamaa hapo tena Faqutia dabirul qaumi alladhina dhalamuu. Faqutia dabirul qaumi, ikakatwa mizizi ya watu alladhina dhalamuu, ambao wamedhulumu. Unaona, kwa hiyo ile milango ile iliyofunguliwa ya kila kitu, sawa ilikuwa ni mifereji ile, ilikuwa ni mifereji ile, ili mifereji ile. faqutia dabirul qaumi alladhina dhalamu, adhabu ilipowijia fa idha hum mublisun, tahamaki wao ni wenye kukata tamaa eh? hawana kabisa watakachokitumainia wanakata tamaa na kila kheri ambayo walikuwa wamenemeshwa eh? nayo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala na huo ndio utaratibu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba fakutia dabirul qaumi alladhina dhalamuu, ikakatwa mizizi ya watu walio dhulumu, walhamdulillahi rabbil alamin. walhamdulillahi rabbil alamin tumeona kwamba tukisema alhamdulillah rabbil alamin ni katika mambo mazuri. Leo hapa tutajifundisha pia alhamdulillah rabbil alamin hata katika nakama, alhamdulillah rabbil alamin watu wa dhulma kuondoshwa, alhamdulillah rabbil alamin ufisadi na watu mafisadi kuondoshwa na Mwenyezi Mungu, alhamdulillah rabbil alamin, faqutia dabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, na wakuhimidiwa ni Mwenyezi Mgu, mola mlezi wa viumbe vyote. Mungu ahimidiwe kwa kukatwa mizizi ya watu ambao wa ni madhalimu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo hufika wakati yule mtu anasumbua sana jamii, sawa so, aliyekuwa na jeuri na kibri kwa sababu ya nguvu ya uchumi alionayo au lakini kwa sababu ya nguvu ya mamlaka aliyokuwa nayo Mwenyezi Mungu akamchukua. Walhamdu, walhamdulillahi rabbil alamin. Watu wanaosumbua wanasumbua watu, wanakera watu, alafu ukafika wakati Mwenyezi Mungu akakata ile mizizi yao, walhamdulillahi rabbil alamin. Kuna watu wanasumbua, wanakera watu, hawana amani, hawana utulivu, siku Mungu akiwakamata na kuondosha yale mambo yao, walhamdulillahi rabbil alamin. <coughs> Yani watu wako kwa ajili ya kuweka mikakati ya kusumbua tu watu, hapo wanachangaza kabisa, sisi iko pesa sisi iko kumbe, pesa hizo Mungu amewafungulia milango ya kila kitu, ndio hiyo wanafanyia kibri, wanatamba.